Leo Tanzania tumeweka shule za matajiri na shule za masikini. Narudia huu msemo nilishausema, tumeweka shule za wenye pesa na shule za walala hoi. Yaani hizi shule za serikali hizi ni za masikini, hizi ambazo watoto mwalimu wanaingia anasema shikamoo mwalimu, alafu kuna shule za private Is a good morning sir. Watoto hawa wanapitia Kiingereza, wanapitia Kiswahili, wote wanapitia. Wanafika form one wanauliza, wanaulizwa what is geography. mmoja lioneno wote hajui ni nini, mwingine anajibu swali. Na hizo shule za maskini, hakuna mwanasiasa wala mwalimu wala afisa elimu anayepeleka shule za serikali anayepeleka watoto ni watoto wa masikini. Alafu wa masikini unaambiwa iweni wazalendo na nchi yenu, iweni wazalendo na nchi yenu. Hivyo uzalendo unatokea wapi yani?